Mitandao tofauti tofauti siku ediana ya jana iliweza kuripoti ya kwamba mwanadada kutoka WCB hapo namzungumzia, Zuchu aliweza kukubali kufanya kolabo ya wimbo wa Afande. ni wimbo ambao ni wa mdogo Patten ambaye yeye aliweza kwenda viral kwenye mitandao tofauti tofauti. Yote hii ni mara tu baada ya kuonekana challenge yake ambayo ilikuwa ni live performance ambayo aliweza kuifanya na kuweza kufanya, kufanya poa zaidi kwenye upande mzima wa hiyo ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Afande. So, na, kuweza kupost, e, akiwa anaendelea kuimba, kupitia ukurasa wake wa Snapchat, na kuna baadhi ya watu wengi sana, wakapenda, na yeye Zuchu aliweza kumtaka Dogo Patten aweze kufanya naye collab. So, katika hiyo story kuna baadhi ya watu wengi hawakuamini kwamba pengine labda mwanadada Zuchu anaweza kajump in kwenye hiyo, e, ngoma, na kuweza kufanya remix wafanye pamoja, pamoja na Dogo Patten. Sasa, siku ya leo kuna hizo, e, story ambazo zimeendelea e, kwenda mob kwenye mitandao ya kijamii kwenda viral. So, ni mwanadada dada Zuchu ambaye yeye alionekana akijirekodi pamoja na baadhi ya madansa ambao hapo nyuma ikionekana kwamba ameweza kufanyia kazi ule wimbo wa mdogo Patten pamoja na yeye wameweza kufanya remix na ni mstari tu ambao ilionekana akiendelea kucheza, yani kwamba wimbo wa dogo Patten pamoja na Zuchu mbioni kuachiliwa siku za hivi karibuni. So make tu sure kwamba unaendelea kukaa na kusubiri jambo zuri kutoka kwao. Kuna baadhi ya watu hawaelewi kwamba mdogo Patten kwa ni ameonekana sasa hivi kwenda viral. Vil e bana mdogo Paten ni moja kati ya wadogo ambao wao waliweza kwenda viral sana kwenye mitandao ya kijamii yote. ni, ni mara baada tu ya kuonekana kabisa kwamba waliweza kuachilia kionjo siku za hapo nyuma kionjo cha e, singeli ambayo ilikuwa ni kama remix fulani vya Mario, kisa sina salio na iliweza kwenda viral sana e, kama inafahamika kwamba huo wimbo wa salio unatoka kwenye album ya Mario Godson, so ni kwamba dogo Paten pamoja na alikuwa na mdogo Sargent waliweza kufanya hiyo video ambayo iliweza kwenda viral sana na kupendwa na watu wengi sana. Lakini changamoto ilibuka baada ya kuonekana kabisa kwamba aliyekuwa anahudumiwa sana kwenye management ya mdogo Paten pamoja na Sargent ilikuwa ni Sargent peke yake, so ni kwamba mdogo Paten akaamua kutafuta njia zake na kuweza kujisimamia kwa miguu yake yeye mwenyewe, na ifahamike mpaka sasa mdogo Paten hana management yoyote inayoweza kumsimamia, anasimama mdogo kama mdogo ye mwenyewe, mdogo mdogo ndio mwendo chao, tunazidi kusema kwa matendo. Make sure tu kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata taarifa kadha kadha, ndani na nje ya mipaka Tanzania. Bye.